Tuelekee kaunti nambari 40 ambapo wakazi wa Bumula wamefanya maandamano ya amani kwenye barabara kuu katika sehemu hiyo kulalamikia kucheleweshwa kwa uchunguzi kuhusiana na kifo cha aliyekuwa afisa wa polisi George Makhanua maarufu kama Salim. Kulingana na Stella Makhanua, ambaye ni mkewe marehemu, mumewe alikuwa amekwenda kuhudhuria mazishi ya jirani yake kisha akapigiwa simu na mtu aliyemwarifu kuwa ana mgeni nyumbani. Alipokuwa akirejea nyumbani, alivamiwa na baadaye mwili wake ulipatikana karibu na nyumbani kwake. Nilikuja juzi nikauliza DCI. Wakaniambia kwamba walikuwa wamepeleka simu Nairobi kufanyia uchunguzi, sababu watu wenye waliua msawangu walimpikia simu, alikuwa kwa matanga mchana kitu saa sita. Nikauliza, mnipe ripoti imefika wapi? Wakasema wamepeleka wa simu kwa uchunguzi. Na simu inaonyesha kwamba communication iliisha tarehe kumi. Na hiyo kuanzia tarehe kumi tulikuwa tunaongea na yeye, walikuwa wanaongea hata hiyo tarehe kumi na tatu. Na sasa watu wenye walihusika wamekuja nyumbani kwangu juzi, wanatutishia mimi na familia yangu kwamba mkifuatilia hii kesi tutawaua ama tutanunua watu wawapike risasi. Ndio maana mimi niko na wasiwasi maisha yangu na maisha ya watoto wangu, niko hali hatarini.